kwa upande wa muda imetimia saa 6 kamili za mchana ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio kwizera fm msomaji ni zawadi bashemela na kwanza ni muhutasari wake chama cha walimu tanzania chakanusha taarifa kuwa walimu hawatashiriki katika uchaguzi mkuu wa oktoba 29 halimashauri ya wilaya ya mleba mkoani kagera yasema maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 yamekamilika kwa asilimia mia moja. Na jeshi la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo latupilia mbali madai yaliyotolewa na waasi wa M23 kuwa jeshi linashambulia ngome zao. Habari kamili. Dodoma. Chama cha Walimu Tanzania CWT Kimekanusha taarifa zilizosambazwa katika baadhi ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari zikidai kuwa walimu hawatashiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu kwa maelekezo ya chama hicho. Kupitia taarifa iliyotolewa na katibu mkuu wa CWT Mwalimu Josefu Misalaba, chama hicho kimeeleza kuwa taarifa hizo si za kweli na zimekusudiwa kueneza taharuki miongoni mwa walimu na wananchi. Aidha, Mwalimu Misalaba amesema CWT itaendelea kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha tabia ya utoaji wa taarifa potofu inakomeshwa ili kulinda misingi na madhumuni ya vyama vya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria. CWT pia imewahimiza walimu wote nchini kuendelea na msimamo wao wa kujitokeza kwa wingi Oktoba 29 mwaka huu kupiga kura kama ilivyowahi kusisitizwa na rais wa chama hicho. Muleba, jumla ya vituo elfu moja na hamsini vinatarajiwa kutumika kupitia kupigia kura wilayani Muleba mkoani Kagera kwenye uchaguzi wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, huku maandalizi yakiwa yamekamilika kwa asilimia mia moja. Msimamizi msaidizi wa uchaguzi jimbo la Mleba kaskazini na kusini, Bi Edina Kabiazi amesema wilaya ya Mleba ina majimbo mawili kata 43, ambapo jimbo la Mleba kaskazini lina vituo 356 huku jimbo la Mleba kusini lina vituo 694. Bi Kabiazi amewataka wananchi kwenda kwenye vituo walivyojiandikisha kwa ajili ya kuhakiki majina yao pamoja na kuangalia mifano ya karatasi za kupigia kura ambazo zimebandikwa ukutani. Kwa hiyo ingekuwa vyema kwenye hizi siku ambazo tunasubiri siku ya kupiga kura ya tarehe 29, mtu atembelee kituo chake aangalie jina lake kwanza, ajiridhishe kwamba jina langu lipo na kwa usahihi, lakini hatua ya pili anayopaswa kufanya, wamebandikiwa kura za mfano. Kwa hiyo raisi, kura yake imebandikwa ya mfano mbunge mgombea yule kura yake imebandikwa ime na wagombea udiwani. Kwa hiyo kichwani mwake anajua kabisa, ninapokabidhiwa karatasi ninajua wakumpigia kura yuko hapa, kuliko baadaye ameshapiga. Anasema, ah, mimi niitaka nimpigie huyu, lakini nimekuta nimepiga hapa, au niitaka tiki niweke hapa, lakini nimekuta nimeipiga hapa na kuharibu ile karatasi. Lakini kitu kingine kikubwa ni kusikiliza maelekezo ya wale wasimamizi watakaokuwa pale, naibi Wanyenda Kuta ambaye ni msimamizi msaidizi wa majimbo hayo Amesema mtu mwenye sifa ya kupiga kura haruhusiwi kwenda kwenye kituo cha kupigia kura akiwa amevaa sare au bango la chama chochote cha siasa siku ya uchaguzi. Geita. Mgombea ubunge wa jimbo la Geita mjini mkoani humo kupitia chama cha mapinduzi CCM, Mhandisi Chacha Ombura ameahidi kusimamia uanzishwaji wa karakana ambayo itasaidia katika kutoa elimu ya mikopo na kukabiliana na changamoto ya ajira kwa makundi mbalimbali yakiwemo ya, ya vijana na wanawake. Mhandisi Wambura amesema hayo katika ufungaji wa kampeni za CCM katika kata ya Nyankumbu, Manispaa ya Geita. Wambura amesema vijana wengi pamoja na wanawake wamekuwa wakilalamikia kukosa nyenzo za kuendeleza ukuaji wa uchumi katika familia zao. Tulipozunguka kwenye kampeni, niliwaambia habari ya ajira. Nikasema vijana wetu tulio nao hapa Geita, tunaenda kuanzisha karakana ya kuwafundisha na kuwasaidia wafungue vikundi na tuwasaidie vikundi visajiliwe, na baada ya hapo waweze kujiajiri. Tukasema akina mama kwa sababu fursa ya mikopo isiyo na riba tunaenda kuwasaidia, kisha mnafundisha kufungua vikundi, tuwafundishe ujasiriamali na tuwafundishe jinsi ya kukopa, baada ya hapo tuwasimamie, muweze kufanya biashara na ujasiriamali, ili kila mama na kila kijana aweze kujiajiri na tutakwenda kupunguza tatizo la ajira hapa Geita. Naye mgeni rasmi katika kufunga kampeni hizo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Geita Bwana Barnaba Simapande amewasisitiza wananchi kujitokeza katika uchaguzi huo utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa, msemaji wa jeshi la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Meja Jenerali Sylvain Ekenge, ametupilia mbali madai yaliyotolewa na waasi wa M23 kuwa jeshi linaendelea kushambulia ngome zao kwa kutumia droni za kivita. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa jana, Meja Jenerali Ekenge amesema jeshi lina jukumu la kulinda usalama wa taifa na kwamba wow, wao wana wajibu, wanajibu mashambulizi ya M23 ambao wanashambulia dhidi ya raia. Aidha, kiongozi huyo wa jeshi amesema waasi wa M23 wameshindwa kuheshimu mikataba ya kusitisha mapigano, kwani kila mara wanashambulia vijiji ambavyo vinamilikiwa na jeshi, suala ambalo linapelekea jeshi kujibu kwa kudhibiti usalama. Yaunde, watu wanne wameuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani wa Kameruni ambaye anadai kushinda uchaguzi wa hivi karibuni wa rais kabla ya matokeo rasmi kutangazwa hii leo. Isa Chiroma ambaye alipambana na Rais Paul Bia aliyetawala kwa miaka 43 katika uchaguzi wa Oktoba 12, aliwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani usiku wa kuamkia tangazo hilo, licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Chiroma anasema alishinda asilimia 54.8 ya kura, lakini wachambuzi wengi wanatarajia Bia kushinda muhura wa nane katika uchaguzi huo. Katika jiji kubwa zaidi la Kameruni la Douala, gavana mkoa huo amesema waandamanaji walishambulia vikosi cha vikosi vya polisi na vituo vya polisi katika wilaya mbili. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Chama cha Walimu Tanzania chakanusha taarifa kuwa walimu hawatashiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Halmashauri ya wilaya ya Mleba mkoani Kagera yasema maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 yamekamilika kwa asilimia mia moja. Na jeshi la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo latupilia mbali madai yaliyotolewa na waasi wa M23